kupitia vikao husika vilivyokubaliana kwamba vitahitaji michango ili kufainisha kufanikisha zoezi la uchaguzi kwenye hilo eneo. Tulichokizungumza hapa ni, ni aina ya fedha zinazotolewa kwa mtu mmoja mmoja. Tunao wanachama wanaopewa fedha mtu mmoja mmoja